Hizo nyimbo ni jibu kwa wale ambao wanasema Chama cha Mapinduzi na mbunge wake Dkt. Ndumbaro hawajafanya chochote. Ni hafla ya uzinduzi wa nyimbo za Coins Band inayoongozwa na msanii Namchunga Komba iliyofanyika katika ukumbi wa Charles. Mgombea ubunge wa jimbo la Songea Mjini, Dkt. Damas Ndumbaro, ambaye pia ni waziri wa Katiba na Sheria, amewapongeza wasanii kwa kutumia vipaji vyao kuelimisha na kuhamasisha maendeleo katika jamii huku wakiongeza kuwa matumizi ya sanaa ni njia bora ya kufikisha ujumbe wa maendeleo kwa wananchi. Lakini tumesikia nyimbo ambazo ameimba kuelezea maendeleo yaliyofanyika Songea, na hizo nyimbo ndo tunazizindua leo. Hizo nyimbo ni jibu kwa wale ambao wanasema chama cha Mapinduzi na mbunge wake Dr. Ndumbaro hawajafanya chochote. Wow. Nyimbo hizi zinaeleza nini kimefanyika. Wow. Na kuna mengine mengi tu haajasemwa kwa sababu yalikuja baada ya ule wimbo. Wameongelea hospitali ya Rufaa Mwenge Mshindo. Wameongelea uwanja wa ndege wameongelea umeme uliofika pale Unangwa kutoka Makambani. Wameongelea ndege kutoka Afrika kusini kukongolewa. Wameongelea msaada wa kisheria, wameongelea vikundi, wameongelea vifaa tiba, wameongelea elimu, wameongelea mambo mengi ya maendeleo katika mji wetu. Ni tarehe 24 ya mwezi wa kumi tumebakiza sasa tarehe ishirini na tano, ishirini na sita, ishirini na saba, ishirini na nane, Tumebakiza siku ngapi? Nne. ishirini na tisa tunakwenda kutika sasa, sisi tunajua Songea ni ya kijani. Tunakwenda kuchagua kijani, Raisi Samia, mbunge Ndumbaro na madiwani wote wa CCM. Aidha, Dr. Ndumbaro ameongeza kuwa serikali itaendelea kushirikiana wa na wasanii wote wanaotumia vipaji vyao kuhamasisha maendeleo na kuunga mkono jitihada za serikali. Sangu nadhani tumesikia wimbo walioimba wa mwisho unamwongelea Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo aliasisi na kusimamia msaada wa kisheria, msaada ambao umewasaidia watu wengi wa hali ya chini, watu wengi wanyonge. Sasa wimbo ule nao nataka muuweke kwenye video ili uwafikie watanzania wengi zaidi. James Mgego ni katibu wa CCM wilaya ya Songea ameomba jamii kuunga mkono Coins Band kutokana na uzalendo wao. Ni vijana wenye kipaji kikubwa sana, naomba tuwapigie makofi mengi. Mara nyingi nabii akubariki kwao, lakini naomba hawa tuwakuze na kuwapromote vijana wetu hawa. Mambo anayoyafanya ni makubwa sana. Ndani ya chama chetu tulikuwa na msanii nguli, alikuwa akiitwa Captain John Komba lakini kwa spidi hii namwona Komba mpya anatokea Songea, tuwapigie makofi. Na kwa nafasi ya kipekee, mimi pamoja na ninyi tumshukuru sana ndugu yetu Damasi Danieli Ndumbaro kwa upendo wake wa dhati kwa wanasongea na kwa vijana wao, wasingefika hapa alipofika. Kwa upande wake kiongozi wa Coins Band na Namchunga Komba ameahidi kuendelea kutumia muziki kama chombo cha kuhamasisha maendeleo, amani, mshikamano katika jamii ya Songea na Tanzania kwa ujumla. Nikiwa kama mkurugenzi wa kikundi na mmiliki wa studio za Coins Production, kupitia wewe Dr. Damas Daniel Ndumbaro nilipata mkopo wa kununua vifaa vya studio vyenye thamani.

na michezo hivyo. E, ukaona kupitia kazi ninayoifanya ukaona kuna uwezekano mkubwa na kuna umuhimu wa mimi kama kijana wako, e, kuniwezesha sio liwezesha kundi hilo niliwezesha nikiwa kama binafsi, na kushukuru sana. Ni wazi kuwa sanaa inazidi kuwa daraja muhimu katika kupeleka ujumbe wa maendeleo. Mimi ni Shehani Mzaina na hii ni toka zamani TV up to date. Zaidi tafadhali subscribe na bonyeza alama kengele. Tufuate pia Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV.